Kwa kuwa Tanzania ni wenyeji wa mashindano ya bara la Afrika la shirikisho la mpira wa miguu bara la Afrika CAF wametupa heshima Tanzania kucheza michezo ya Afcon mwaka 2027 na ili ucheze Afcon nchi hiyo hiyo lazima ishiriki mashindano ya CHAN na kwa hiyo mashindano ya CHAN barani Afrika yatafanyika Tanzania na mashindano hayo yatakuwa mwezi wa nane moja kati ya masharti tulopewa tupate viwanja vya mazoezi za timu kadhaa zitakazokuja barani Afrika. Jana tukana kagua viwanja vitatu tu, mahitaji ni makubwa. Tumekiona hiki hapa. Tumeshawishika, ngoja tuje tukague, ngoja tuje tukague, na CAF wakiridhika, basi watatupa kibali, tutafanya maandalizi zaidi, ili mradi jukwaa lipo, pichi ni kiasi cha kuimarisha tu yale maeneo maeneo yenye vidimbwidimbwi tutafanyia tutatafutia dawa yake, ili uwanja uendelee kutumika pia na timu na timu timu mbalimbali zitakazokuja, hiyo ikija kutoka huko kufanya mazoezi Kibaha maanake atalala Kibaha. Kwa hiyo mzunguko wa fedha Kibaha nao utaongezeka kwa sababu wageni watalala hapa, watatuachia dola zetu. Haya ndio maendeleo na ni mafanikio ya na serikali ya awami ya sita. Basi moja kuongelia maandalizi unaanza miundombinu ona maandalizi yote yaliyokuwa kwa jukwaa na eneo tokaa wageni wetu na urahisi